Ndugu waandishi wa habari, kwa majina naitwa Anet Anania Nyanyinde, mkurugenzi mtendaji wa Ruvuma Women Business Tanzania, ambao waandaaji wa tunzo za nyanda za juu kusini zinazotambulika kwa jina la Uchumi Gala Awards, ambapo msimu huu mwaka huu 2025 ni msimu wa nne. Tumewaalika waandishi wa habari na wadau na baadhi ya viongozi wetu katika tuzo hizi za Uchumi Gala Awards kuwajulisha mambo mawili matatu, kuambia umma kwa ajili ya msimu wetu wa nne 2025. Jambo la kwanza, kwa kwa la kwanza tunapenda kuwataarifu kuwa Uchumi Gala Awards msimu wa nne utakuwa tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2025, ambapo tunatarajia kufanya katika ukumbi wa bomba mbili, na mwaka huu tutakuwa Tuna, tutakuwa na Uchumi Gala Awards 4T with 4H tukimaanisha, mwaka huu tutakuwa na activities kadhaa ndani ya ukumbi wetu. Tutakuwa na kipengele cha T ya kwanza itazungumzia kuhusu kujifu, tufurahi. T ya pili tufahamiane, T ya tatu tucheke, na T ya nne tuburudike, tukimaanisha kwamba hizo 4H mchana, kuanzia saa kumi ili kuweza kufikia masaa manne kwa kutokana na hizo T zilizozielezea, tutakuwa na muda mzuri wa kufurahi tukiwa na watu wa Senate Comments kutoka sehemu mbalimbali ambao tayari tumezungumza nao. Tutakuwa na hiyo T ya kwanza tucheke, lakini tutakuwa tuna burudani kutoka wasanii mbalimbali ambao tufurahi, lakini tutafahamiana, lakini pia tutajifunza. Ndio maana nasema uchumi gala 2025 is 4T ni 4H. Uh, jambo lingine tumeenda kuwajulisha kuwa mwaka huu tunategemea kuwa na before Uchumi Gala Awards kilele, tutakuwa na tunzo za nyanda za juu kusini zikizunguka, zikianzia mkoa wa Njombe na mkoa wa Mbeya. Na hizo sehemu zote kamati zimeanza maandalizi rasmi kwa ajili ya kujiandaa na kilele cha Uchumi Gala Awards tarehe 30 mwezi wa 8 2025, kwao tume wajulisha kuwa kwamba tumekuwa zaidi mwaka huu tumesonga mbele zaidi, tutakuwa na huo mzunguko kutoka Njombe, Mbeya na kuja kufanya kilele katika mkoa wa Ruvuma kwa tanzi, tanzi, tunzo za nyanda za juu kusini mwaka 2025. Lakini pia mwaka huu pia tulizoea watu wengi watakuwa na code, dress code, lakini mwaka huu tumetoa fursa kwa wadau wa jasiriamali kuweza kusupply vitenge, kutakuwa na sare ya vitenge ambapo watu wote watapaswa kuwa na hiyo kitenge, ndio sare yetu ya mwaka huu. Lakini jambo lingine, tutakuwa tu sio tu tuzo zile zinazoshiriki watu, vipengele vya watu wa huduma, watu wa bidhaa tu. Tutakuwa na vipengele vya watu wa huduma mbalimbali, kwamba tuna watu wa mikopo, tuna watu wa loans, lakini tuna watu wa wa usafi, lakini tuna watu pia, kuna sekta zingine ambazo wao hawatoi bidhaa lakini wanatoa huduma kwa mwaka huu vipengele hivyo pia tumeviongeza washiriki wa, wa watoa huduma sio to watoa bidhaa peke yake. Hi jambo lingine katika mchakato ambao kuelekea kwenye kilele tunategemea kwa ajili ya kutangaza utalii wetu mkoa wa Ruvuma, tunategemea kuwa na short fund lands kwa ajili ya kutangaza sana, na wadau mbalimbali nao kwa ajili ya kutangaza uh, safu zetu za matogoro na huko napo kutafanyika nyama choma na shughuli mbali mbalimbali kwa ajili ya kufurahi na kuelekea kwenye kilele chetu cha Uchumigala Awards 2025. Kwa hiyo tunawajulisha umma, tujiandae kupokea 2025 Uchumigala kwa vipengele mbalimbali mbali. Kuna matukio mengi ambayo yatatuweka pamoja, yatatukusanya pamoja na kutufurahi pamoja na kujifunza na kuweza kushirikiana mambo mbali mbali, lakini mwaka huu pia tuna mabarozi wa Uchumigala Awards ambao mbele yenu kuna Malia ambaye ni balozi wetu, lakini balozi wetu mwingine ni si, ni mchawibei kaka Davis, yeye ni balozi kwa upande wa wanaume wa Uchumi Gala Awards, lakini pia tuna mrezi wetu ambaye ni Madam Riziki Dr. Ankia, yeye ni mrezi wetu na mshauri wetu wa karibu katika masuala haya ya Uchumi Gala Awards. Tunawakaribisha sana sana sana wa vyombo vya habari na wadau mbalimbali kwa ajili ya kushirikiana kufanikisha, lakini kubwa zaidi tunawa tegemea wadau mbalimbali wa maendeleo waweze kushirikiana na sisi kwa ajili ya kuweza kufanikisha jambo hili liwe zuri na liwe kubwa zaidi. Lakini pia vyombo vya habari mlikopo hapa, tunategemea sana ushirikiano wenu kwa ajili ya kutusaidia kufanikisha, kutoa habari kwa jamii sehemu mbalimbali, tuweze kufikia malengo na tuweze kutangaza mkoa wetu na nyanda zetu za juu za kusini kwa ajili ya jambo kubwa namna hii. Kwa tunategemea sana ushirikiano wenu waandishi wa habari na wadau mbalimbali na tunapokea, tumeanza rasmi kupokea wadhamini mbalimbali, tunawakaribisha kujiunga kwa ajili ya kusapoti, kwa ajili ya kudhamini, kwa ajili ya kufanikisha jambo hili. Tunawakaribisha wadhamini kutoka sekta binafsi, sekta za umma, wafanyabiashara wakubwa, wajasiriamali wakubwa, wadogo, wote tunawakaribisha kudhamini kwa ajili ya kuweza kulifanikisha. Tunawakaribisha sana sana sana, asanteni sana, tunasema tufanikiwe pamoja cal tuzo hizi za Uchumi Gala Awards lengo lake kubwa kabisa ni kuwaweza kuwainua wajasiriamali ambao amba wanakuwa au wanaanza kuweza kufahamika na kutengeneza network na kutengenezana biashara zao. Kwa hiyo tunakuwa na vipengele mbalimbali vipengele mbali vichache ni vitaje, tutakuwa na kipengele cha watu wa keki lakini tuna kipengele cha mpambaji bora, tuna kipengele cha mtangazaji bora, lakini tuna kipengele pia cha waandishi hao, tunasema katika watu wa huduma waandishi wa habari. Lakini katika waandishi wa habari tutakategorize sehemu gani? Tunataka tuone waandishi wa habari ambao wanaripoti taarifa, waandishi wanaandika habari za maendeleo kwenye kilimo, katika mkoa wetu wa Ruvuma, hao nyanda za juu kusini zimejikita sana kwenye kilimo, tunashiriki sana kwenye kilimo, tunajenga maendeleo yetu kwenye kilimo. Kwa hiyo tutaangalia sana, sana waandishi wa habari kipengele chao cha wale waandishi kuhusu masuala ya kilimo, wale wanaripoti kuandika pia habari za wanawake na maendeleo, lakini na maswala ya lishe kwa ajili ya kuiondoa na maswala ya udumavu, kutoa elimu kwenye jamii. Lakini tuna kipengele kingine ambacho cha wasanii pia kipo chipkizi, na wale ambao wanafanyia wako katika sehemu ambayo wanajulikana zaidi, tunacho lakini pia tumeona bado ni ajira. Kuna ngoma za utamaduni pia vikundi vya utamaduni, mwaka huu nao tumekuwa, miaka mingi tuliwaacha, mwaka huu wako kwa sababu nao wanafanya kazi za sanaa, wanafanya kazi za kuongeza uchumi kupitia sanaa zao za ngoma za utamaduni, tutakuwa nao hao pia lakini. Pia tuna watu wa caterings, watu wa usafi ambao tunaita mabodogi wa kishua, nao mwaka huu pia wako. Lakini pia kuna kipengele cha watu, kipengele cha elimu kinachogusa walimu mbalimbali mbali, lakini tuna kipengele cha uongozi ambacho kinaangazia viongozi ambao wanafanya nini kwenye jamii. Jamii wananchi wao wana, ndio wanasema kiongozi gani anastahili kupewa tunzo hiyo kwao. Tuna kipengele cha viongozi na tuna kipengele cha afya, tuna kipengele cha elimu kwa ajili ya kuweza kuweza kufahamika zaidi, kujifunza na kuleta tija katika maendeleo yetu. Ndio maana tunasema tunzo ni kielezi kivumishi mara pamoja na hayo. <clears throat> Uh, mara nyingi tunashuhudia kwenye tuzo kunakuwa na changamoto zile za watu wakiamini hawajatendewa haki kwenye maeneo tofauti tofauti, kwenye eneo hili la kupiga kura mmejipangaje kuhakikisha mnaondoa malalamiko na watu wanaotakiwa kupata wanastahili kupata tuzo wanapata? Yani tukiongezea hapo hmm, anataka upigaji kura uwepo wa uhuru, si ndio? uwe uhuru yani watu wanaona kura zao pale hmm. Kuna kwenye kupiga kura mwaka huu tumejitonga, cha kwanza tumeongeza idara nyingine, idara ya tunaita tume ya tuzo, ambao wao ndio wanachakata majina, watu wakijaza fomu na kuleta kwamba hawa wanastahili kuingia kwenye mchakato kwa kile walichokijaza na kufuatiliwa kile wanachokifanya. Lakini pia ishu sio kula tu, lakini tunaangalia, kuna mtu anaweza akapata akapata kura nyingi sana, lakini anachokifanya tofauti ambacho kile na kile kula zinafanya nini kinacho anachopigiwa. Kwa hiyo kula zina, zina, zinafanya kazi, lakini una mtu unaweza kumpa tuzo leo kile alichokifanya amekufa kabisa, hawezi kukifanya na kuna madhara ya kupiga. Tunatamani kufanya kula za wazi. Mwaka juzi tulifanya kula za wazi, tuliona changamoto yake kwa jamii, kwa hasa washiriki wenyewe walipata hata hata kizi leta vurugu nyingi sana kukushani nyingi sana pressure mtu anapoona amezidiwa ame, ame ame kuna pressure nyingi sana ilifikia hatua kuna wengine maiti fake wakaingia wakafanya vitu vya ajabu sana sana sana. Kwa hiyo tunajitahidi sana sisi, kile tunachokifanya kila mwaka, cha kwanza tunawashirikisha hata hawa wadau wenyewe ambao washiriki wa miaka ya nyuma, mnasemaje? Tunakuwa nao na vikao, tunajadiliana, tuna magrupu ya kila mwaka, tulivyoanza mchakato wa tuzo toka 2022 mpaka 23 24 mwaka jana tuna magrupu tunasikia wanatakaje wanasemaje, je mchakato ulikuwaje, wanatoa maoni gani kwenye kupiga kura kwa, jie, kwa, wabado, na kwa, na mara, kwa na wao pia tunawazingatia, lakini pia tunarudi kwa wadau, je tufanyaje mwaka huu tuboreshe vipi? Kwa hiyo bado tunaendelea kutafuta namna nzuri ya kuona kwamba kusio na maraiko na malalamiko. Huwezi kuyaepuka kwenye swala la upigaji kura wa aina yoyote duniani, hauwezi kuyaepuka, na mwanadamu yote ameumbwa kutotosheka kwa asilimia zote. Kwa hiyo tunaweza tukafanya the best lakini bado hatuwezi kumtosheleza mshiriki. Kila mshiriki anatamani apate tunzo, lakini sisi tunasema zile tunzo, tunzo kupata ni kitu kizuri, lakini je umetengeneza fursa gani ulivyoshiriki mchakato wa tunzo? Kwa cha kwanza, washiriki tunachotaka kuwaambia wasifikirie sana kupata. Tuzo ni kitu kizuri sana, lakini wafikirie kujenga network, kublani wanachokifanya kujenga mahusiano mazuri na jamii, hata wale wanaoshiriki nao pamoja waweze kukua zaidi. Na maana tunasema tunzo hizi ni kielezi kivumishi kwa hicho unachokifanya. Ukifocus kwenye kupata ile ile ile ile, ile awards yenyewe, hauwezi kufikia malengo yako yako kifanya. Focus kwamba mimi nimeingia huku nijulikane nachokifanya chokifanya. Kama huko chini ya meza. Sasa unataka kukuja ujulikane. Na tunawaona watu ambao walishiriki tunzo miaka ya nyuma ambao wamekuja kwa lengo la kujulikana. Kuna watu ambao wanashiriki kwa sababu, mimi lengo langu nijulikane tunachokifanya hata nisipopata awards lakini ninachokifanya watu akijue, na wengine wanafanya vizuri wanapata kufanya vizuri, kwa sababu waliingia kwa lengo la kujenga networking, kubrandi wanachokifanya, kujifunza, kujenga mahusiano na jamii na wale washiriki wenzie. Sasa mwingine akimaliza tu mchakato wa tuzo, kaisi kamaliza maisha pale. Hapana, maisha yanaendelea. Jenga network na wale watu wale wengine wanakuzunguka. Eh, kuna watu wengi sana ambao wakupata tuzo kipindi cha nyuma, wakarudia wakajenga network yao na brands awamu ya pili wakafanya wakashinda wakapata tuzo. Kuna mfano tausi yupo, kuna watu wengi sana, ukimuuliza Tausi Saruni, atakwambia akushinda mwaka wa kwanza, lakini mimi nili- sikushinda ile siku, kwa sababu nilijibrandi, nimepata wateja zaidi kwenye kazi yangu, kwa sababu alijua anafanya nini. Kwao washiriki tunawaomba, tunapoingia kushiriki mchakato huu, tuingie kwa lengo la kujifunza kujiimarisha kujulikana na kujibrani tunachokifanya kuliko kufikia kitu kingine chochote. kuhusu <coughs> <coughs> tuzo hizi zimesaidia asilimia themanini kwa washiriki mbalimbali. tunaweza tuna, tuna, tuna, mwaka jana tulifanya documentary za washiriki walioshiriki kwamba zi, zimewasaidia nini. Wao wenyewe wamesema, hata mwaka huu pia tutafanya documentary hiyo pia, kuwatembelea kuwasikia washiriki wamefanikiwa kiasi, zimewasaidia kiasi gani, lakini pia mwaka huu tunatamani chini ya, ya, ya mlezi wetu na wadau mbalimbali, kwa mwaka huu lazima kutakuwa kuna bahasha ya washiriki wale waliofanya vizuri ambao na nidhamu, wame, wana nidhamu wanajijenga vizuri, kuna vitu tutaangalia, kutakuwa kuna bahasha za washiriki wetu pia. Kwa hiyo tunaona namna gani uh, tuzo hizi zinawasaidia jina ah, anaitwa Riziki Suleiman mke au Dr. Riziki. Kikubwa ni furaha kwetu wana Ruvuma, na ni fursa kwa Uchumi Gala. Tunaona mwaka uliopita iliyopita, na miaka mingine iliyopita vijana wengi wamepata kujitangaza, wajasiriamali wadogo wa wadogo na wajasiriamali wakubwa. Tumeona ni jinsi gani ambavyo wameweza kujitangaza, biashara zao zimekuwa. Na Anet mwanzilishi wa Uchumi Gala jinsi ambavyo amekuwa akiwatoa washiriki kwao. Kikubwa ni wasisitizie wadau kujitokeza kwa wingi, kusapoti vijana wetu, kusapoti mama zetu, na watu wasioni aibu kutoka. Wengine wanakaa baadaye ndo wanaanza kujitokeza, hapana. Hii ni fursa imekuja mapema sana. E, mtoke majumbani, mtoke mkaangalie fursa, tukatengeneze network, tukakutane na watu tukashauriane mambo mbalimbali kwa ajili ya kuinua uchumi wetu wa Ruvuma. Na hii sio kujitangaza tu katika mkoa wetu wa Ruvuma, hapana, hii unajitangaza ndani na nje ya Ruvuma. Kwa hiyo, karibuni sana, wadau, tunawakaribisha sana, tumsupporti binti yetu na tutangaze vizuri biashara zetu. Asanteni sana. Na ndio maana sasa hivi angalau kila siku mimi atakapokuwepo na mimi nipo, kwa sababu mara nyingi sana, uh, mimi natamani mkoa namna uh, nione unainuka kwa kwa kwa sehemu mbalimbali, yani nyanja mbalimbali. Anavyotokea mtu kama dada Annette anaipambania uh, Ruvuma ama anapambana uh, kwa ajili ya kuamsha vitu uh, mbalimbali, lazima muunge mkono. So mimi kama mwanamuziki icon ya Ruvuma nimeona uh, niungane naye na kuwapa hamasa watu wengine wa mikoa mbalimbali eh, uh, au nchi nzima kwa ujumla. Niseme kwenye mkoa wetu, watu wanatakiwa tushiriki hivi vitu, ni vitu muhimu sana ambavyo vinaweza kuinua mkoa wetu. Kuna mambo mengi sana ambayo huwa yanatokea uh, kwenye mikoa ya watu, tunaona majina mengi sana yanakuwepo mikoa mbalimbali, sio naelewa watu wanawakilisha, lakini mkoani kwetu kuna kuwaga nyuma. Kwa hiyo uh, mimi nimpongeze dada Annette na namtakia kila laheri kwenye kila kitu, lakini watu tunatakiwa kushiriki, tusiogope, jitokezeni, jitokezeni, njooni mshiriki. Connections zinaanzia kwa watu, hakuna mtu anapata connection akikaa nyumbani ama akiwa tu na biashara yake amekaa mwenyewe. Kwa hiyo connections zinapatikana sehemu kama hizo. So mimi nafikiri, uh, niwatakie kila laheri uh, watu wote ambao watashiriki uh, kwenye uchumi gala awards. Rudi ni mdawa kumwakilishi kutoka Adana Liko. Kwanza kabisa tumpongeze dada yetu kwa kazi kubwa anayofanya kuwatangaza na, na kuhamasisha wafanya biashara mkoa wa Ruvuma kuonekana zaidi na zaidi na zaidi. Sisi kama Adana Deco pia tunamshukuru kwa kazi kubwa anayofanya, lakini tunapenda pia kusapoti kinachokifanya. Tunataka wafanya biashara wa mkoa wa Ruvuma pia wasionekane tu hapa Ruvuma bali onekane nje ya mikoa, nje ya mkoa wa Ruvuma. Na kwa kufanya hivyo, basi tunaangalia namna ya kuleta vyombo vingine vya habari ambavyo vinaweza vikafanya Uchumi Gala ivuke nje ya mipaka yetu kama mm -hmm, vile Wasafi, na kama ikiwezekana vyombo vingine kama itawezekana. Asante. Mabadiliko gani umeona? Mm, mabadiliko ni makubwa kwa sababu kati mwaka anavyozidi kwenda, kadi ya miaka anavyozidi kwenda, ndivyo ambavyo idea mpya anavyozidi kuzipata. Kwa mfano, hata kama kuwaleta Wasafi sasa hivi ni idea ambayo imekuja sasa hivi, haikuwa mwanzo. Kwa hiyo haya ni maendeleo pia. Ushauri nini kwa wadhamini wengine kujitokeza? Tunashauri wadhamini wengine wawekeze nguvu, kwa sababu hii <coughs> kinachofanyika hapa kinaionyesha Luvuma Kitanzania ki zaidi na kinaweza kavuka nje mipaka Tanzania sababu zamani labda ilikuwa inaonekana katika eneo letu la Ruvuma tu lakini sasa hivi tunavuka nje ya Ruvuma, tutaenda kwa mbali na mbali na mbali zaidi. Kwa hiyo ni fursa nyingine kwa wadhamini kuja kuongeza nguvu wa, na pia napenda kumshukuru ambaye ameweza kufanikisha ile jambo kubwa na kutangaza mkoa wa Ruvuma na sio mkoa tu wa Ruvuma kuwainua wafanyabiashara wadogo na wafanyabiashara wakubwa ndani ya mkoa pamoja na nje ya mkoa. Mimi ninachopenda kusisitiza kama barozi, napenda wafanyabiashara waweze kujitoa, kuweza kubrand biashara zao, kuweza kuania hizi tuzo ili tuweze kuwatoa chini kuwapeleka juu na sio kutambulika tu ndani ya mkoa wa Ruvuma bali kutambulika katika mikoa yote ambayo ipo Tanzania. Na katika tuzo hizi za Uchumi Gala Awards, pia inashiriki mikoa nani? Mimi kama balozi wa Uchumi Gala Awards, ninachokiomba Wanaruvuma wajitokeze kwa wingi kuchukua fomu hizi ambazo zinaanza kutolewa kuanzia tarehe moja mwezi wa sita, ili wao wawe wa wa kwanza ili kupeperusha bendera ya mkoa wetu. Asante. Asante. Mimi naitwa Flore Gelekela, ni Mwanaruvuma, ni mdau wa maendeleo. Kwa kweli, jambo hili ambalo mkurugenzi um, wa um, uchumi Gala ameliandaa dada yetu Anet ni jambo zuri sana ambalo linakwenda ku, linaendelea kuibadilisha taswira ya Ruvuma yetu uh, lakini pia katika kuwainua wajasiriamali wadogo uh, kwa hivyo sisi kama wadau uh, tumelipenda hili jambo na tunaliunga mkono kwa asilimia zote na tunaomba Wanaruvuma wajasiriamali, jamani, tujitokeze tusiwe nyuma nyuma tu eh, tufike huko mbele ambako wenzetu pia wamefika. Nadhani kama mkurugenzi na mlezi alivyosema kwamba hii ni fursa ya kujibrand ku eh, lazima biashara zetu zionekane, na zinaonekanaje? Zinaonekana kwa sisi kuzionyesha kwa, kama tukizionyesha na tuka elekezwa tukaonyeshwa njia ni kitu kizuri sana, lakini kitu kingine pia kikubwa ni networking. Eh, huwezi kukaa nyumbani ukahisi kwamba utakutana na watu. Watu unakutana nao kwenye events za namna hii, ambao mtaweza kuwaeleza biashara zenu vitu gani mnafanya na, na, na, namna gani mashirikiano yanaweza kuanzishwa. Kwa hiyo tunawakaribisheni sana, tunategemea kuwaona kwa wingi na Mungu aendelee kuzinyanyua biashara zenu tukutane siku ya asante sana. Uchumi Gala, mimi naitwa Flora Ngombi, nimekuja kuwakilisha TCB. Sisi kama TCB tumekuwa ni wadhamini wa wibu, uh, tuseme mengala kuanzia inaanza mpaka almost mwaka jana nadhani. Uh, tumekuwa wadhamini wakubwa kwa sababu tunaamini katika kufanikiwa pamoja na katika kukuza uchumi wa Ruvuma in general. Kwa hiyo sisi kama wadhamini, tunapenda kuwa kuwakaribisha watu wengine ambao ni nje ya Ruvuma pia waparticipate kwenye Uchumi Gala Awards. Kama mwaka jana, it was very nice, tumeweza kuparticipate na watu wengine tofauti na Waruvuma, it was very nice kwa sababu tunaweza kukuza zile surukizi na watu wengine ambao walikuwa hawafahamiki katika mikoa mingine. Kwa hiyo I'm very proud of Aneti and I'm very proud of Ribu. You guys keep it up! <coughs>